Mimi nilishakuwaga na mpenzi wangu Mwarabu mm -hmm. eh, so, unajua, mwenye Mwarabu sema tu nani uone vinyole vya kuteleza sasa. Nilikuwa naye huyo Mwarabu mwenzangu huyo. Eh, yule dada bwana tulipendana sana mpaka mm. nikaanza kumuomba Mungu aingilie kati ile swala, kwa sababu nitajinyonga na umaskini wangu. Yule mtoto alikuwa wakishua yeah. Asa, mimi tena nimepata mwarabu, unajua unapata wengi mara mbili hey. Unampenda, unampendae hey, mpaka na uarabu wake kabisa, uelewa? <laughs> kwa hiyo kitu ambacho kilifanya nije kuona harabu sio mimi, niliamini tutaoana, tunadanganyana hapo po muda huu bwana mpaka tufunge ndoa, mi nani nikatae na mtoto mwarabu afu akishua, najua huyo hapa hmm, naweza nikamuona nikalelewa kwa hiyo eh, upambanaji, ngoja wewe mdogo bwana bwana eh. <laughs> <uy. laughs> eh. mm. ni ni sihaso mtoto nikijifanya hustling hapa, naanza akaanza kuniona mbovu. Mwisho wa siku hapa nikachakaa, nikajitunza bwana eh, najua mtoto wa kishua huyu. Yaani, usiku wa ndoa tunapewa mali tunapewa gari kila kitu <kila>, <laughs> hiyo siku sasa, siku ambayo nilitaka kuzimia <laughs> ananambia wazazi wangu wamenitafutia wame mchumba kumbe, wanatafutiana wale. Oh, bwana e, anamtafuta mwarabu wote ambaye, hey, kidogo anahela hey. Wazazi wanakabizisha hmm. Mtoto wetu em kuna mtu apendakiwa akuoo hmm. Tamaduni hizo e. Mi mda huo nategemea mchumba mda wote natoboa kimaisha, ndo isiku akanambia, hiyo siku bwana nililazwa kila kila nikizinduka, uh, uh. Kila, kila ni nazimia tena kila <laughs> nikizinduka. Kwa hiyo ndo tukio ambalo siwezi kulisahau maisha yangu aise.